Bwana Yesu asifiwe kanisa, Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni moja ya kutoa shuhuda, nashuhudia kwa sababu nikisema nikae kimya, shetani asija kainua mambo mengine tena. Tusonge mbele, ni kwamba mimi nilipokuja mahali hapa nilikuwa naumwa sana, japokuwa nilieleza kidogo. Kuna siku nilieleza, niisimama nikatoa shuhuda kidogo, nilikuwa bado ile siku nishtukiza ni tu leo ndo natoa shuhuda kamili. Mimi nilikuwa ni mgonjwa sana mgonjwa sana, na mimi badala ya kuja kwa Mungu nikawa napita njia zingine, nikisema njia zingine mnakuwa mnaelewa. Mpaka siku moja nimeenda hospitali nikakuta sukari iko 29.7. Na wakati huo mimi naeleza hiyo kwamba nilikuwa siwezi hata nikisimama kama hivi tunapiga tunaongea na mtu basi, mkojo unatoka wenyewe. Nilikuwa sielewi mi, maisha ambayo nimeisha yalikuwa ni magumu, yani sina raha, nilikuwa sina raha. Lakini huyu Mungu wa Vincent, Mungu wa Vincent, asante. Nimeteseka sana, nilikuwa siwezi kukaa eti nisali moja nikakaa bila kwenda chooni lazima niende, nilikuwa sina raha, usiku silali, usingizi unataka kuja tu hivi natakiwa kuamka, yani usingizi unataka kuja naamka, siwezi. Kumbe waganga hawasaidi, msaada haupo kwa mwanadamu, msaada upo kwa Mungu. Pigie Bwana Yesu makofi na vigelegele, ongeza makofi na vigelegele kwa Yesu. nane nilikuwa siwezi hata kuvaa nguo za ndani, nilikuwa siwezi kabisa. Ili ni neno ambalo kweli kutamka, mnaanza mkasema kwa nini ametamka, lakini mimi natamka, naweka wazi, nilikuwa siwezi. Utawezaje kwanza, maana umesimama hivi unakuta mkojo unatoka kama mtoto mdogo, kama nina fistula. Kwa kweli nimeteseka, ila siku nimekuja hapa nikasangoja, tujitoe tu sasa. Nikawaambia marafiki zangu, mmoja wapo yupo hapa nikamwambia nikawaambia, hivi mimi naachana na waganga. Nikiamua kwenda kwa Mungu, naenda kwa Mungu tu, siwezi nikajichanganya ati mara kwa waganga, mara huku. Sasa nakimbilia kwa Mungu. kama nitakufa, haya; kama nitaishi, haya. Ngoja niende, mimi naenda pale kwa mchungaji Vincent. alishawahi niambia dada mmoja hivi eh, kwanza nimalize hivi. Nikawa nikasema naenda pale, nikawa nimekuja, mchungaji alinishika kwa kweli, hata kuomba, ila alisema tu sikusikia mimi alichoomba, akasema tu imeisha hiyo imeisha, na narudi nyumbani. Ha, nakuta masaa yanapungua. mara nimeanza masaa mawili mara matatu mara manne. He, mimi huyo. Ongeza makofi na vigelegele kwa Yesu. mimi huyo, jamani, marafiki zangu wanashangaa nasema jamani, oneni, yaani mpaka sasa mimi sielewi, muda unazidi kwenda. Wanasema umekaa masaa kabisa mawili, mara jamani, nimekaa matatu mara manne, wanabaki wanashangaa. Sasa nimepona nikasema, Mungu, naomba ratiba zangu zirudi zile zile ambavyo nilikuwa zamani. Alafu, nikawa natumia nilivyotoka hapa siku baba ameniombea, nikaanza nakula chumvi moja, napondoka kwenda kazini kwangu nakula chumvi kipande ka, kananikadogo kamoja, nasema Mungu, endelea kukamsha kukausha chemichemi zote kila kitu cha kuhusu sukari. Sitaki mimi kusikia habari hizo, mimi nataka ajilia vitu vyote. Sasa hivi chai nakunywa nakula vitu vyote vya sukari nakula ha Ongeza makofi na vigelegele. Namshukuru Mungu, namshukuru Mungu nimepona kabisa.